Moja kati ya jambo ambalo limenivutia mimi ni kuwa moja kati ya mchezaji ambayo umeandika historia ndani ya Azam FC kuipeleka timu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika, kwako wewe Faisal Salum, una malengo gani kwenye mashindano haya hasa ukiwa na Azam FC? Ah, mimi malengo yangu kama mchezaji ni ku, kuipapania klabu yangu Azam FC. Ya, na kujiwekea ambayo malengo ambayo klabu ambayo imejiwekea. Kwa hiyo mimi kama mchezaji ni kupambana kimataifa na, na, na, na ligi ya ndani ili kufikia malengo na kufanya vizuri. Vipi, ligi ya e, msimu huu unaiona vipi? We kama mchezaji nadhani umeshiriki kwenye ligi kwenye misimu kadha wa kadha, ligi ya msimu huu unaiona vipi? Ligi ya msimu ni ngumu kwa sababu timu zote ambazo zimejipanga na zimesajili vizuri na zimeimarika kwa kiasi fulani, kwa hiyo ligi ni ngumu, na kuna timu bora ambazo zimejiandaa vizuri kwa hiyo sisi kama wachezaji utapambana ili kufanya vizuri. Bwana, kile inapofika msimu wa usajili, Feisal unakuwa una una shikadline kwenye kila chombo cha habari, Feisal anahitajika humu, Feisal amesajiliwa huku e, Feisal Feisal amewafollow watu fulani e, Feisal amefuta kitu fulani kwenye akaunti yake, yaani unakuwa ume unatolewa macho kweli kweli. Hii hasa inakuwa ina, inakupa pressure kiasi gani kama mchezaji? Mimi uh, mchezaji hainipi uh, pressure, kwa pressure sababu kipindi cha usajili changamoto kama hizo zinakuwa zinatokezea. Kwa hiyo ni kawaida uh, nadhani na, sio Tanzania tu, kote duniani kipindi cha usajili uh, kwa hiyo ni kawaida. Kwa hiyo hakuna pressure yoyote kwa kama mchezaji una kulikuwa na ofa kweli zinakuja mezani na nini wakati ule? Ah, uh, ofa zipo nyingi lakini siwezi kulizungumzia ile kwa sababu mimi bado ni mchezaji wa Azam FC. Na na, na, na, na, na sasa hivi tunachoangalia mbele yangu ni kufanya vizuri na kuipambania timu yangu. Kwa hiyo naona jambo hilo lilishapita na tunasonga mbele. Okay. Na ndani ya Azam FC una mchezaji mwenzako Pascal Msindo. Mmekuwa mkiwa na bado kweli kweli. Tumuongelee Pascal Msindo kwanza kabisa eh, uh, ana magoli mawili sasa hivi kwenye kombe la shirikisho na ana performance nzuri kwa kweli ndani ya timu ya Azam FC. Ni unaweza kumtafsiri kama mchezaji wa aina gani? Uh, Pascal Msimi ni mchezaji mzuri sana, mchezaji mzuri na ana uwezo mkubwa, nadhani watu wanajua hilo na anafanya vizuri, sio msimu huu tu, msimu mingi ya nyuma ambayo amecheza Azam FC, anafanya vizuri na ana experience kubwa sasa hivi na ni mchezaji ambaye nadhani atafanya makubwa sana. Kisikenda atakuwa ata, atakuwa ata, bora ata, zaidi ata, ata, ata, ni moja kati ya mchezaji ambaye unatolewa macho barani Afrika na Tanzania, ni nyota wa, wa, wa, wa, ukiangalia ligi kuu ni moja kati ya nyota ambaye unatazama kwa kiasi kikubwa sana. Feisal Salum, kwako wewe ni kitu gani ambacho unakiona hasa kwenye soka letu la Tanzania, na ni kip, kipi kifanyike ili tuweze kuwa na, ma, na kina Feisal wengi zaidi, kwa sababu nyinyi ni wachache kwelikweli ambao mpo hapa Tanzania uh... Ligi yetu imekuwa bora sana sasa hivi, ligi yetu imekuwa bora sana, inafuatiliwa na watu mbalimbali nje ya nchi pamoja na nje kabisa. Kwa hiyo ni ligi yetu imekuwa bora na ina wachezaji ambao wazuri na wachezaji ambao wa kimataifa ambao wazuri wanasajili, ndio maana Singida amesajili wachezaji wazuri, yaani kila timu imejiandaa vizuri sana, ndio maana na wachezaji ambao wamesajili hizi timu na wachezaji wenye wenye quality yeah, kubwa sana inche, kwa kutoka nje wenye quality kubwa sana ndio maana wako timu ambayo unaichukulia una wewe ndogo, lakini na wachezaji ambao wametoka nje huko wanakuja kucheza hapa ligi yetu, kwa sababu ukiona mpaka mtu anakuja kutoka nje na kucheza ligi yetu kujua ligi yetu imekuwa kubwa sana na inaendelea kuwa kubwa na na mpaka sasa hivi naona ligi yetu imekuwa kubwa sana kwa mara ya kwanza imepeleka ah, kimataifa timu nne. Kwa hiyo uone jinsi gani ambavyo uh, ah, viongozi wetu walipoimarisha hii ligi pamoja na serikali kwa ujumla kwa hiyo kama, kama Mtanzania anajivunia sana anafurahi sana. Lengo langu kuuliza swali nataka nifahamu kipi kifanyike ili tuwe na wakina Faisal wengi hapa nchini watanzania ambao wanasakata kabumbu kama Faisal Salu. Uh, naona naona chama chetu cha mpira wao wow, wanajitahidi sana ku, ku, ku, kuweka academy, na wana wachezaji wazuri ambao wadogo wadogo, mm, wanawalea sasa hivi kwa kwa hiyo timu nyingi ambayo kama Azam wana wachezaji ambao kutoka chini, sijui under 17 ngapi, wachezaji wengi ambao chini wanakuja wanakuja. Kwa hiyo naona vilabu vingi sasa hivi vipo hivyo, sio kwa hiyo vingi Tanzania, ambao. Kwa hiyo tuendelee kufanya hivyo ili ligi yetu iwe bora, na wachezaji kina, kina kina kina msindo kina kina pesa kama tulizungumzia kina sijui, eh, kina Lusajo kina Simo Mdhuseni sijui kina Baka muda nani. Kwa hiyo wapo wengi ambao watakuja kutokana na hichi ambacho sasa hivi hata Azam wanakifanya na timu nyingine ambazo wanapofanya, na pamoja na shirikisho letu la la mpira wanapofanya. Kwa hiyo ni wachezaji wengi ambao watakuja baadaye na kuona ukivaa kitambaa cha captain siku moja, kitambaa cha captain wa I mean, Taifa Stars, na kuona ukivaa kitambaa. Sasa nachotaka kukijua kutoka kwako, timu ya taifa, Taifa Stars imekuwa ikionyesha performance ambayo haina mwendelezo mzuri sana inakuwa ina, ina perform vizuri mechi hizi, mechi zijazo inakuwa ina performance kidogo ambazo inakuwa ina iridhishi wewe, kwa jinsi ambavyo unaiona timu ya Taifa Taifa Stars, kipi kifanyike pale ili tuweze kuwa na timu ya Taifa Stars ambayo ipo stable? Ndio <laughs> swali <laughs> <Lusuale> mtu tuliache <laughs> tuliache <laughs> tuliache <laughs> nadhani. Unafuatilia ligi mbalimbali barani Ulaya na inafuatilia inafuatilia Uingereza, unaenda timu ni mchezaji gani ambaye unaona ni kama role model wako na unamfuatilia kiasi ndani onje? Mie ni mi mchezaji wangu ambao nilikuwa nampenda sana ni wachezaji wa wachezaji watatu hivi watatu, wanne namfuatilia na sana kipindi hicho Andre Nesta, namfuatilia sana Xavi Hernandez, namfuatilia sana Kevin De Bruyne, mpaka leo namfuatilia sana uh, namfuatilia sana Pedri. Asante um, sana.